Tusikie ushuhuda wake. Nini kilichotokea? Karibu. Ukawa umeposti uh, maombi ya kuondoa vikwazo na vizuizi na vikili uh, ukasema kwamba mtu anyoshe mkono wake mm. wa kulia au ashike sehemu anapohisi maumivu. Ndiyo. Basi nikashika maumivu kwenye tumbo langu mm. upande wa kushoto mm. maumivu yalikuwa yana yani, ilikuwa ni kama kichomi kimesimama. hmm. Basi nilivyoshika nimeomba, na wewe ulivyomaliza tu nikasikia yale maumivu yamepotea ghafla. yes. Ninamtukuza Mungu, ninamshukuru Mungu. Amen. Tunasikia ushuhuda ya kwamba alikuwa anapitia maumivu makali ambayo ilikuwa nachoma kama kichomi kiasi cha kwamba alikosa kabisa nguvu, na alipofungua TikTok akakutana na maombi ambayo nimeaposti ya kuombea matatizo kama hayo, maombi ya uponyaji. Anasema alipojiungamanisha yale maumivu na yale mateso yakakauka saa ile ile, baada ya maombi kuisha. Nawe mpendo ambao unanisikiliza, Mungu akutane na wewe. Mungu akusaidie. Tunaposema tunaomba, maombi sio bure. Maombi tunaposema ni dawa, ni kweli kabisa. Watu wanapokea uponyaji, watu wanafunguliwa. Jambo la muhimu ni imani tu, ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Mungu akubariki na tumwombezi, Pasta Godwin Ndelwa.